taifa lenye historia ndefu katika siasa ya teknolojia lilianza mpango wake wa nyuklia miaka 1950 chini ya utawala wa Mfalme Shah kwa msaada wa Marekani. Kupitia mpango wa atoms for peace, Iran ilijifunza kutumia nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani kama vile uzalishaji wa umeme. Mwaka 1968 Iran ilisaini mkataba kima wa kimataifa unaopiga marufuku utengenezaji wa silaha za nyuklia lakini unaoruhusu matumizi ya teknolojia hiyo kwa madhumuni ya kiraia. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979 shughuli hizi zilisimama kwa muda, lakini kufikia miaka 1990 tisa Iran ilianza tena kujenga vituo vya nyuklia kwa msaada wa nchi kama Urusi, China na Pakistan. Mpango huu wa nyuklia umekuwa ukisababisha taharuki kubwa kimataifa, hasa baada ya madai kuwa Iran ilikuwa inatekeleza mradi wa siri uitwao Project Hamad uliolenga kuendeleza silaha za nyuklia. Ingawa Iran imekana, mataifa kama Israel yanadai Ilikuwa Iran ilikuwa karibu sana na uwezo wa kutengeneza bomu la nyuklia. Mwaka 2015 Iran ilisaini mkataba wa mataifa sita makubwa duniani maarufu kama JCPOA. Mkataba huo uliweka masharti magumu dhidi ya Iran ukiwa na lengo la kuizuia kusafisha madini ya uranium hadi kiwango cha silaha. Hata hivyo, mwaka 2018 Marekani chini ya Rais Donald Trump ilijiondoa kwenye mkataba huo, Iran nayo ikarejea katika mpango wake kwa kasi mpya na kufikia mwaka jana 2024, ilikuwa imesafisha uranium kwa kiwango cha zaidi ya asilimia 60. Vituo vikuu vya nyuklia vya Iran, Fordo, Natanz na Isfahan ndivyo vinavyolengwa zaidi. Fordo ni kiwanda kilichojengwa chini ya mlima, kikiwa na ulinzi wa hali ya juu dhidi ya mashambulizi ya anga. Natanz ni kituo kikubwa zaidi cha kusafisha uranium, nacho kiko ardhini, na Isfahan ni kiwanda cha awali kinachosaidia kuchakata madini ya uranium kabla ya kusafishwa. Mnamo Juni 12 mwaka huo Israel ilishambulia vituo vya Natanz na Isfahan kwa mabomu. Siku chache baadaye, Marekani nayo ikashambulia vituo vyote vitatu ikiwemo Fardo kwa kutumia ndege za kivita na makombora ya kisasa. Rais Trump alitaja mashambulizi yao kuwa ya mafanikio makubwa na akatuma onyo kali kwa Iran. Mataifa haya mawili Marekani na Israel yana hofu kuwa iwapo Iran itapata silaha za nyuklia hali ya usalama katika Mashariki ya Kati itayumba vibaya. Iran kwa upande wote imeapa kulipiza kisasi kwa njia yoyote ile. Mpaka sasa Iran haijaanza kutengeneza silaha moja kwa moja, lakini kwa uwezo wake wa sasa wa kusafisha urenium inaweza kufanikisha hilo ndani ya muda mfupi sana, miezi michache tu. Je, dunia iko kwenye njia ya vita vikubwa vya nyuklia au bado kuna nafasi ya majadiliano na amani? Wakati ukielekea mbele, macho ya dunia yote yapo kwa Iran, Marekani na Israel. Na swali kuu linabaki, je, dunia ipo tayari kuhimili mashindano mengine ya silaha za nyuklia?